Email ni okay, kwamba umekubaliana na hichi kilichoandikiwa. Umekubali hili hezo, ume, hela umechukua na utaenda kusovu. Haiwezekani unaendaje kusovu? Leo mwezi wa 12 tutakiwa kupata hili sovu. Inawezekana kweli, wakati mnaanza design maji yalikuwepo, hiyo ni constraint hamna, hamna huwezi ha, kuzuia. Lakini hiyo tumeizuia. Sasa hii ya kuweka hela mfukoni ambazo project unaisovu vipi? Tunatuletea loss. Alafu wananchi hao tuje tuambieje, kwamba tunadanganya? Au hatusimamii? Unasikia bwana?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 kazi iendelee. Yeah, polisi pale hela hizo atazitoa polisi pale.